Na wewe presidenti ni sababu gani ilisababisha uende utembelee watu wa mlima na hakujua vizuri? Kudanganya watu. Yesu! What you say? Kudanganya wa Kenya. What? Haya. Uko na ukweli ulikuwa umeenda kudanganya watu wa mlima? Kabisa. Haya. Endelea ni propaganda gani uliletea watu wa mlima? Niko na report. Wachana na propaganda. <laughs> Ni report gani hiyo unataka kuambia wa Kenya? Sisi kama serikali. Uh-huh. Niko na report ambaye hiyo? Ulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku ni nani anasema uongo? Ni wewe, wewe ndio unaongea uongo hapa, tuheshimiane. Wachana na hekaya za Abunuasi, tunataka kuongeza kidonda chumvi. Imagine na hakuna kazi yamefanyia Wakenya ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza, inapitia hapa kwa Munyoro, kwa Munyoro hapa. Ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na rais Uhuru Kenyatta. Sema, toboa, toboa. Hakuna project hata moja yako. Ulimuona Rigathi ameenda kuongea sitima siku moja. Eh, bado nilimuona akiongea juu ya sitima. is electricity. Tumekubaliana na governor, hiyo tutafanya. Governor atoe pesa kiasi fulani through through national government itoe kiasi fulani tuunganishie, ni stima hiyo, tutafanya hapo, hakuna kitu ya kuabio. I hope hata wewe umesikia aliongea juu ya stima. Hais ni mtu iko na madharau na kiburi. Hata kama ako na madharau na kiburi mimi nitakaa hapa tu nikimsikiza. Hata kama anaogea uongo, lazima atalipia hiyo uongo yake. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo leo, imagine pesa ndio inafanya watu wakae chini wasikize uongo. Tumesema basi, kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali hapo, sawa. Na akinilipa 200, sasa uzipewa 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. hey! Wee, kwani nataka nipewe pesa gapi? Kusikiza uongo ni kutoka elfu tatu kwenda mbele at least, na juu umesema nilipisa elfu tatu kwenda mbele. Na akiongea hiyo uongo yake tukimpigia makofi, tumlipisa pesa ngapi? elfu mbili kupiga makofi. Na juu kutakuwa na wamama na wamama wakipiga gemi, akina mama kupiga gemi kwa mtu ya uongo ni shilingi elfu kumi hey, na pona imekuwa bei kali hivo kwa sababu uongo ni kitu baya na bado na akiongea uongo tukicheka nayo, elfu tano. <laughs> Hiyo maneno yote juu inaonekana itakosti pesa mingi. Unaona kama itakosti pesa ngapi, nataka ngapi? Oh no, hiyo Ruto umesikia, ukikuja mlimani lazima ukuwe na pesa ndio tusikise uongo yako. Hii urafiki nimetengeneza na watu wa hapa mlimani sio urafiki ya miezi, ni urafiki wa miaka, wametoa wewe kwa roho zao. Mr. President, tafadhali wewe ngojea masiku yako ishe mambo yako tulimalizana nayo ni 800 days na ngojea tarehe yako ni kumi mwezi wa nane, 2027. Safari yako ya koda Sugoi hiyo hatubadilishi na uache uache hasira. Wenda kwa amani. Mambo ni hapo, mambo ni hapo. Amani namna gani jameni? Ukienda hapo unasema hii, ukienda huku unasema ingine, ukienda kule unasema ingine, alafu unasema Kenya imeisha, wajinga. Alafu wee mwenyewe unatuongelesha kama wajinga, imagine. Na nitatembea hii mlima mpaka mtaniuliza Kwani huna mahali pengine pa kwenda? Hakuna haja ukuje, kaa huko huko tu, usitutembelee sisi, hatutaki rafiki.